Yeah. Mdogo wake amliziiliuabele aan akasema, tumbebe mtoto wa dada. Akambeba kafika, ifuka siku ya kwanza kamwombea, kaana kulia, mama alikuwa lii. Siku ya kuamambea, anacheka. Siku ya tatu yule mtoto akanyanyuka, hapa anatembea mpaka leo hii, tuba mtoto na miaka kaja kumi na sita, anatembea anaongea. Jamani ya tisini na ngapi napia elfu mbili na nane iia sikomea, tayari nishakibia ilikuwa niumwa zaidi. Haleluja! Basi ni miaka ya tisini na ngapi mwishoni, au elfu mbili labda mwanzoni sana. ulikuwa darasa la kwanza Lazisa zaidi ni mama nani? Amalia. Amen. Piliwa tofauti kwa Yesu. Amen. Kama una watoto wangapi? Hujasahau muujiza toka darasa la kwanza, leo umeamua uje. Na na huyu mtoto wako ana shida gani? Ana shida. Nilikuombea ukiwa darasa la kwanza. Ulipoza ukasema Haleluya. Yaani <laughs> Yes. Yeah, ulishuhudia mtoto mwenye utindio wa ubongo ukiwa darasa la kwanza, ukasoma ukakua, ukaolewa, ukazaa, ulipozaa mtoto kama huyu uyu, ukaamua kuja na ninaomba sana sana sana Mungu amtendee muujiza huyu binti. Amen. Amen. Na muujiza wa pato unaoona hapa ni, ni mshomo kuache kuuma, ulikuwa unakusumbua sana. Wewe umeingia lini hapa mlimani?